Uchunguzi uliofanywa na jeshi la polisi la South Wales umebaini kuwa Lucy Randmead mwenye umri wa miaka 44 kutoka Pontypridd aliingia kwenye mfumo wa kompyuta wa polisi kinyume cha sheria na kutoa taarifa za siri kwa Daniel Conzes mwenye umri wa miaka 37 ambaye ni mpenzi wake kuhusu washirika wake wa uhalifu. Wakati Lucy alipofanya makosa ya kutumia mfumo wa kompyuta wa polisi kinyume cha sheria alikuwa mfanyakazi wa jeshi la polisi la South Wales. Bibi Elusi alianza uhusiano wa kimapenzi na Daniel tangia mwaka elfu mbili na ishirini kipindi ambacho alikuwa bado akifanya kazi ndani ya jeshi hilo la polisi. Baadaye baada ya kukamatwa, wawili hao walikiri mashtaka mbalimbali, ikiwemo kula njama ya kukiuka maadili ya utumishi wa umma. Pia inadaiwa kuwa kati ya Mei elfu mbili na ishirini hadi Machi elfu mbili na ishirini na mbili Rusi alitumia mfumo wa kompyuta wa polisi kupata taarifa za kifamilia kinyume cha sheria. Bibiye Rusi amekiri makosa kumi na tatu ya kuingia kwenye mfumo wa kompyuta bila idhini na makosa matano ya kufichua taarifa binafsi kinyume cha sheria. Bibi Lucy alijiuzuru kutoka jeshi la polisi la South Wales mwezi Mei 2022. Daniel Konzesi, mpenzi wake na Lucy ambaye pia anatoka Pontypridd, amekiri makosa ya kujihusisha na usambazaji wa dawa haramu za daraja C pamoja na kukutwa na dawa za kulevya daraja B, yani bangi. Lucy amehukumiwa kifungo cha miaka miwili na miezi kumi na moja huku Danieli, akihukumiwa mwaka mmoja na miezi nane katika mahakama kuu ya Kadrif siku ya Jumanne, Juni tatu elfu mbili na ishirini na tano.